Wanaume baada ya kuoa wanawake, wakati anampenda, in the name of love wanamwambia mwanamke, acha kazi, na kwa sababu ya lile penzi bichi la mwanzo mwanzo. Kwa hiyo pale wanaweuka, wanaacha kazi, akishaacha kazi anaolewa, akishaolewa, yule mwanamume hajui nyumbani kwa yule mwanamke, mama yake anakula nini, baba yake anakula nini, mama yake anavaa nini, baba yake anavaa nini, yakihitajika matibabu au kitu chochote, mpaka yule mwanamke anakuwa like a slave masimango sana. Kwa hiyo wanaume, yule mtoto uliyemchukua amesomeshwa, umemkuta chuo, aliyemsomesha sio wewe, mama yake na baba yake wamemsomesha. We unamkataza asifanye kazi, alafu wezi kuhudumia wazazi wake, ni mbaya, laana itakaa juu yako. Na ninyi mabinti, nazungumza na nyinyi mnaotaka kuolewa, in the name of love unaacha kazi kwa sababu unampenda mtu, chunguza mara mbili. Unapoenda siku ukikwama, utaikumbuka ile kazi, kwa sababu wazazi wako watakuwa na mahitaji na utashindwa kuwahudumia. Na hawa watu wanabadilikaga mm-hmm. Sio wao tu, watu wote tunabadilika. Wanawake wanabadilika, wanaume wanabadilika. No. Usiache kuhudumia familia za watu wengine, especially mama na baba wa mke wako na mama na baba wa mume wako.